Kwa jina naitwa Mariam Ali Lesian ni president wa Pan Africa Tourism Board. Pan Africa Tourism Board ni organization ambayo ina deal na mambo ya utalii kwa upande wa innovation, wanawake kwenye utalii, board zote za utalii Afrika. Hii board ni kwa ajili ya nchi 54 za Afrika, hiyo board ni organization ambayo ina deal na maswala ya utalii Afrika. Maswala hayo ya utalii ni kwenye upande wa innovation, kwenye upande wa branding training, ni kuweka utalii wa Afrika kuwa kwenye level ya juu. Tunajua tuna mapungufu hapa na pale kwa nchi mbalimbali, mapungufu yanategemea na nchi. Kwa hiyo tunataka to set standards kwa ajili ya nchi zote za Afrika, ili kwenye global world tuonekane kwamba continent, uh, bara letu la Afrika ni bara ambalo kwenye upande wa utalii tunajitosheleza kwa vipengele vyote vya utalii. Uh, kutokana na bajeti hii ya leo ya 2025 2026 kusema kweli sisi kama wadau wakubwa wa, wa utalii tumepongeza wizara yetu ya, tumepongeza wizara yetu ya utalii chini ya Waziri wetu Dr. Pindi Chana na Katibu Mkuu Dr. Abbas lakini pongezi kubwa na ya kwanza naomba niipeleke kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi naamini through Royal Tour ndo tunaona increase ya utalii Tanzania mpaka asilimia 130 na kitu, lakini pia kitu kingine tumeona through Royal Tour, wa Tanzania wameelewa na wamevutiwa, na utalii wa ndani umekuwa kwa zaidi ya asilimia mia tatu Kusema kweli ni kitu kikubwa sana, na sisi tunaunga bajeti mkono na tuko bega kwa bega kushirikiana na wizara yetu pendwa ili tuboreshe utalii wa nchi ya Tanzania, lakini na utalii wa bara la Afrika kwa ujumla.